Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye chaneli yetu ya Jifunze HTML kwa Kiswahili. Ikiwa bado tupo katika mwendelezo wa kujifunza rangi katika HTML, leo tutajifunza aina nyingine ya rangi ambayo ni hex colors. Hex ni kifupi cha neno hexadecimal. Hexadecimal ni mfumo wa namba unaoandikwa kwa kutumia namba 16 tofauti Namba hizo ni zero mpaka f, yaani zero moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa a b c d e f. Tumehesabu mpaka nambari tisa, baadaye tukaanza herufi ya a. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba a inawakilisha namba kumi, b kumi na moja, c kumi na mbili, d ni namba kumi na tatu, e kumi na nne na efu ni namba 15. Ikiwa utahesabu kuanzia zeru mpaka efu utapata jumla ya namba 16. Tupo pamoja eh? Sasa tuone jinsi rangi zinavyoandikwa kwa kutumia mfumo huu wa hexadecimal. Kitu cha mwanzo kabisa tunachotakiwa kukifahamu ni kuwa kila rangi katika mfumo huu wa hexadecimal inaanza na alama ya reli au alama ya hash, kwa jina jingine tunaiita hivyo. Baada ya alama ya hash inafuatiwa na namba sita au herufi sita. Tunafahamiana? Tunaposema inaanza na alama ya reli, ni hivi kama inavyofuata. Hebu tuweke mfano hapa ili tuweze kujua jinsi gani tunaweza kuandika eh, rangi kwa kutumia mfumo huu wa hexadecimal. Kwa mfano hapa nitaandike heading 1, yapo hapa kama kawaida, unaandika style, usisahau ndani yake unaandika kala ipo pamoja, unaweka colon hizo hapo. Kumbuka tumesema ukiandika rangi kwa mfumo wa hexadecimal, tunaanza na alama ya reli, ndio hiyo hapo, alama ya reli, baadaye inafuatiwa na nambari sita nambari sita zozote utakazoziandika itakuja aina ya rangi fulani au herufi sita, lakini kumbuka herufi sita hizo ni lazima ziwe zile tu ambazo tumezitaja, ima iwe aa au bb, cc, vyovyote, lakini ziwe zile pale sita ambazo ni abcdef. Kwa hiyo hapo, tukianza na mfumo huu wa namba wa kuandika kwa, kwa nambari, kwa mfano tuandike 000000 hizo hapo ni 0 sita tumeziona kwa hiyo, tumeandika alama ya reli baadaye tukaandika nambari sita ambazo zote ni zero. Katikati hapo tuandike neno Kiswahili Kiswahili, alafu tuende katika browser tukaangalie jinsi ya ku browse hii. Hapa haya, hapa imekuja rangi nyeusi Kiswahili, kimekuja kwa rangi nyeusi. Ama mfano wa pili tuandike hapa pia nayo, tuweke heading 1 kama kawaida. Ndani yake hapa tutaandika pia style, halafu ndani tutaandika color, unapiga colon, baadaye unaanza alama ya rel. Ukianza alama ya rel, sasa twende kwa mfumo wa kuandika herufi ambayo tuandike, tuandike f, f, f, f, f ya nne ya tano ya sita f sita ambayo hii hiyo itatupa rangi nyeupe. Tukienda kurefresh kule, hatuwezi kuona kitu kwa sababu background ni nyeupe na rangi yetu ni nyeupe, hatuwezi kuona kitu. Andike hapa Kiswahili, kwanza Kiswahili, Kiswa. Tukija hapa kurefresh, hatuwezi kuona chochote baada ya hiyo kwa sababu rangi tuliyotumia ni nyeupe. Kwa hiyo hapa haiwezi kuonekana kwa sababu background pia hapa nayo ni nyeupe. Nadhani tunafahamia jinsi ya kuandika hapo. Mfano mwingine tuandike hapa, tukopi hapa kupunguza ukubwa wa muda, tukopi baadaye tupaste chini hapa hapo. Tukija moja kwa moja hapa katika rangi, tukiacha hiyo F za mwisho tuziache, tuandike hapa 00 na hapa mwanzo tuandike 00. Maana yake rangi tuliyoiandika ni rangi ya eh, blue. Tukirefresh page yetu hapa, tutaona rangi ya blue hapa imetokea. Nadhani tunafahamiana. Mfano mwingine hapa, tuandike tu paste tu ile tuliyo copy, halafu hapa tuje moja kwa moja hapa tuandike 80 80 80 80 itatupa namba hiyo rangi hapo, inaitwa rangi ya gray. Ndio jinsi ambapo tunaweza kuzitumia na kuandika eh, rangi kwa mfumo huu wa hexadecimal. Mfano mwingine tuandike, eh, tukopi paste hapa kama kawaida, tulete hapa hapa, tuweke 00, na hapa tuweke zero zero moja kwa moja itatuletea rangi nyekundu, mefahamiana. Haya, sasa kitu chengine cha kufahamisha au cha kukielewa ni kwamba tukiandika zero zero zote, maana yake itakuja rangi nyeusi. Maana yake katika ile sehemu ya ya ya redi pana zero, hapana kitu. Sehemu ya green pana zero, hapana kitu na, na sehemu ya ya blue pana zero hapana kitu, maanake rangi itakaokuja ni rangi nyeusi. Nadhani tunafahamiana. Kitu kingine ambacho ni vizuri kukifahamu kwa siku ya leo jinsi ya kuzifupisha hizi rangi. Baada ya kuandika herufi sita au nambari sita, baada ya alama ya reli, unaweza kuandika kwa kutumia herufi tatu tu au nambari tatu. Kwa mfano Tuchukue rangi nyeusi kwanza. E, tufute hizi, okay, tufute tuandike 000, itatuletea rangi nyeusi. Ili kuandika hivi, sharti ambalo linatakiwa lipatikane, zile pea lazima ziwe sawasawa, zile pea lazima ziwe sawasawa sawa, sawa. kama ni mbili e, kama ni zero zote ziwe zerozero. Zikitofautiana zero, haiwezi kukubali kwa mfano hapa kwenye ff tuzifute f 3 itatubakisha vile rangi nyeupe nadhani tumefahamana lakini pia hapa kwenye rangi ya e, hii hapa rangi ya, ya bluu tufute f moja halafu tufute 02. mbili tukifuta zero ya kwanza inatuletea vile vile rangi ya bluu hivyo ndio jinsi ya kuandika au ya kufupisha rangi katika njia hii au katika mfumo huu wa hexadecimal. Haya mambo ni mengi na ni marefu, kwa hiyo ninachokuomba, jaribu kufanya mazoezi kubadilisha rangi tofauti tofauti, eh, kubadilisha namba tofauti tofauti. Utaona jinsi mabadiliko ambavyo yatatokea wakati unavyoandika hizo uh, thamani au herufi katika kutengeneza rangi ambayo unaitaka, na kusihi usiache kusubscribe katika channel yetu hii, kulike, kushare pamoja na kukomenti, ili kuweza kuyafikia yale malengo ambayo tumejiwekea, na si mengine bali ni kuwasaidia kila ambaye anapata ugumu katika kujifunza kozi hizi za web, eh, web designing E, system designer na mambo mengine. Asante sana. Tuonane katika video inayofuata.